Kwa wale ambao mnataka kufanya makeup ambao haichuji hata ukimwagia maji hivi. Hebu nianekee ni, ni changamoto gani ambayo unakutana nayo ukiwa unafanya waterproof makeup. Sasa mimi nitaanza kwa kukufundisha jinsi ya kuchora wanja. Tumia wanja ya penseli. Wanja ya penseli ni unashika vizuri kama hivi ambavyo unaona. Nimechora frame upande wa chini lakini pia frame upande wa juu. Upande katikati nitakwenda kujazia tu kawaida kama hivi ambavyo unaona. Wanja wangu mimi nita shape au ku define kwa kutumia concealer, kutumia concealer ambayo inaendana na rangi ya mteja. Kunyosha wanja kama hivi, inahitaji mazoezi, fanya mazoezi mara kwa mara, utapata matokeo mazuri. Lakini pia next video nita kutumia video jinsi gani ya kuchora wanja peke yake, yani jinsi ya kulinganisha kulinganisha, sababu wengine wanaambia changamoto ni kulinganisha na vitu vingine. Sasa then nitatumia beauty blender yangu nita blend kama hivi ambavyo unaona. Baada ya hapo tutarudi katika upande wa juu kisha upande wa eyeshadow. Nimeanza kwa kupaka poda, ili kuificha ile concealer ambayo nilianzia mwanzoni. Wakati napaka eyeshadow yangu naomba nikwambie kwa wewe ambao unahitaji makeup set. Seti nzima zipo kuanzia shilingi laki mbili, laki mbili na nusu, laki tatu, laki tatu na nusu. Na uzuri ni kwamba ukinunua no vifaa kwetu darasa ni bure wiki nzima. Yaani unaingia darasani live, wiki nzima tuna kufundisha jinsi ya kuvitumia vifaa hivi lakini nakukumbusha kwenye comment niandikie ni, ni changamoto gani ambayo unaipitia ukiwa unafanya makeup. Tutazidi kutatua taratibu, tutazidi kufundishana taratibu. Unahitaji kujua kwamba wapi shida iko wapi? Why makeup yako inachuja? Je, tatizo ni nini? Sawa sawa. Upande foundation, zingatia foundation ambayo inaendana na rangi ya mteja. Blend foundation yako vizuri. Yaani tumia muda wako kuisambaza foundation vizuri vilevile vile kwenye upande wa poda, tumia poda ambayo inaendana na rangi ya mteja wako. Baada ya kwenda kumalizia poda yangu, naomba nikukumbushe kwamba tunapatikana Dar es Salaam Chegeta Nyuki. Tunafundisha mambo yote ya saluni, kuanzia makeup, kusuka dada zetu, kuanzia laki tatu mpaka shilingi laki sita. Wale ambao mtahitaji vifaa vya makeup vipo kuanzia shilingi laki mbili, unajipatia seti ambayo una uwezo wa kumremba mteja wa rangi yoyote. Ambao mnahitaji vifaa kwa mikoani au nchi za jirani, tunatuma kwa uaminifu kabisa. Namba zetu za simu ni hizo ambazo unaona kwenye screen. Finally, nitakwenda kumalizia kwenye upande wa lipstick, alafu nitakwenda kukulizia makeup fix ambayo itasaidia mimi makeup yangu ikae muda mrefu zaidi. onekana mwisho ni huu hapa. So yeah, nazidi kusitiza kufanya makeup ambayo haichuji. Inawezekana. karibuni sana.